ya magonjwa ya saratani ya Ocean Road jijini Dar es Salaam inakabiliwa na uhaba mkubwa wa dawa, hali inayosababisha wagonjwa kununua dawa hizo nje ya hospitali kwa gharama zaidi. Upendo Michael ameandaa taarifa kamili. Wagonjwa wanaotibiwa kwenye taasisi hiyo pia wamelalamikia gharama kubwa za matibabu licha ya sera ya serikali kutaka matibabu ya magonjwa ya saratani kutolewa bure. Wametoa kilio chao kwa waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Ummy Mwalimu ambaye ametembelea hospitalini hapo asubuhi ya leo. <coughs> kanunue nje kwa sababu, okay, lodi, hawana hiyo dawa. Nimeona changamoto zenu, hasa suala la kupata dawa, hasa wananchi ambao mnakuja kupata matibabu katika hospitali hii ya ya Ocean Road mm -hmm. naomba niwathibitishie nikitoka hapa naenda na kikao baraza la mawaziri, nikitoka baraza la mawaziri naenda MST, nitataka nipe maelezo kwa nini hizi dawa ambazo wanatumia watu wanaougua kansa hazipatikani. Baada ya kutembelea maeneo mbalimbali ya hospitali hiyo, waziri huyo akakiri uwepo wa changamoto hiyo na kwamba tayari ameweka mikakati mbalimbali ya kushughulikia tatizo la upatikanaji wa dawa, huku akiagiza bohari kuu ya dawa MSD kuhakikisha dawa hizo zinapatikana. Kwa hiyo nimeomba vote kwa ajili ya bohari kuu ya madawa, kwa hiyo wapate pesa kutoka moja kwa moja hazina ziende moja kwa moja kwao ili waweze kupata rasilimali fedha za kununua madawa kwao, hilo nimeliona, pia ndo litanisaidia kwa kiasi kikubwa. Aidha, amezitaka hospitali zote kukusanya mapato kwa njia ya elektroniki ili kuweza kupata fedha za kununua dawa zinazohitajika katika hospitali. Upendo Maiko, Azam News, Dar es Salaam.